Uh, ili kufikia mafanikio lazima uwe na mipango na malengo, na ili kutimiza malengo yako ni lazima uwe na ratiba. Sasa mimi leo nimeamka asubuhi, nimetathmini nime jinsi maisha yangu yanavyoenda, nimetathmini je, malengo yangu tayafikia? Nikaona kabisa kwamba ndio nitayafikia, lakini yatanichukua muda mrefu ili niweze kuyafikia. Kwa hiyo nilichofanya, nimetengeneza ratiba ambayo ratiba itakuwa ni sio timetable, ni task table ambapo nimeandika taski ambazo inatakiwa niwe nazifanya kila siku muda ambao kwenye hizo taski zote taski niwewekea muda, ni muda wa kuamka tu, kwa sababu vitu vingine sijawekea muda, kwa sababu kutokana na ratiba zetu za kila siku mambo yanabadilika, dynamics. Unaweza kukuta, sitaki kuivunja hiyo ratiba. Kwa hiyo kitu ambacho nimekifanya ni kwamba ni kumake sure nafanya kila kitu ambacho nimekiandika ndani ya siku, haijalishi kuna kingine nitakifanya asubuhi, kuna kingine cha asubuhi, siku nyingine naweza nikakifanya mchana, siku nyingine nikafanya jioni, ila kila kitu ambacho nimekipanga kukifanya kwa siku hiyo takifanya siku hiyo. Aa, nimeweka sehemu, kuna vitu vingoja, nikupe baadhi ya hints. Nimeweka vitu kama kusoma vitabu, nimeweka peji kumi za, sio peji kumi, karatasi kumi, it means peji ishirini za kitabu kila siku. Kitu kingine ambacho nimekiweka ni kupata knowledge, kuweka muda wa kupata knowledge kila siku Aa, kitu kingine, matumizi, nimeweka matumizi ya chakula, kwamba atatumia shilingi ngapi kwa chakula kila siku. Na kila kitu ambacho nimekiweka, nimekiweka kabisa kwa numbers, kwamba kila siku sito exceed, au sito, ikitokea nimepungua kwa mfano kwenye matumizi, nikipunguza sawa, ila nikiexceed itakuwa nime nimevuka ile mipaka niliyokuwa nimejiwekea. Kwa hiyo kwa mfano kwenye matumizi ya pesa nimeweka kiasi cha mwisho cha kutumia kwa siku kwenye chakula na kwenye bando. Kwa hiyo jamani, tufanye juu chini tuwekeni ratiba. Andika ratiba. Ratiba yako, make sure unaifuata, unaifuata. Unaweza kaweka kila siku, kila siku unaweza kaweka hata jina la mtu ambaye unahisi anataka kumotivate kwenye ratiba yako, ukaiweka ukimwangalia unatathmini mafanikio yake. Unapotathmini unatathmini yanakupa motivation kwamba siku ya leo kwa mfano, siku ya leo ya Galivi, unakaa unatathmini, Galivi anafanya vitu gani, Galivi anakuwa inspired vipi, vitu gani vinamuinspire. Kwa hiyo utafanya hivyo vitu kutokana na inspiration utakayoipata hiyo siku. Kwa hiyo kila siku, make sure utafute mtu ambaye anakuinspire, unamweka kwenye ratiba yako. Ukiangalia ratiba yako, unamwangalia mtu ambaye anakuinspire, inakupa motivation. Kwa hiyo ndio hivyo, dakika tatu zangu zimeisha. Tujitahidi to make sure tunapata ratiba, tuna build skill kidogo kidogo kwa kufuata ratiba, tuna take risk, tuna take risk amount